Ongereni na poleni. Sasa <laughs> kwa kuwa tuko wengi ukumbini hapa na ili tuweze kusikilizana, hatuna budi kunyamaza na mzungumzaji akawa mmoja, ili tuweze kusikilizana kile ambacho tumekusudia kuambiana. Awali yote kwanza, ni watake radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu Tulipanga kuanza saa nne kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha amekuja hapa saa tano. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda, na hii ni taswira halisi kuonyesha kwamba anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria ama mkutano huu tunaoufanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania, leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano, na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Mbele yenu tupo eh, watu kutoka vilabu mbalimbali mbali. Eh, tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia, lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Eh, vumilia utakitoka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kina kinafanyika kina, kina hapa hileo na <laughs> na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao <laughs> na kiuhalisia na, na hawa yeah, bwana wanafukuzia ajira viwandani ndio <laughs> <Jyo, maana. laughs> ma kwa Simba Simba, ndio maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua. Basi, dugu yangu kwa hiyo ni ndugu zetu tuko nao, na sisi tunawaombea wafanikishe wa, wa, wa malengo <laughs> yao yakiwa ndani <laughs> <wandani. laughs> Yaki yakiwa ndani yeah. Akishatoboa hapo eh, shabiki msomi bosi mchezaji na mguu mmoja na karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC, ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza uh, mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa simba na mashabiki wa yanga mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe ishirini na moja ya mwezi huu wa kumi na mbili kwa maana ya siku ya jumapili katika uwanja wa manispaa ya kinondoni kmc kuanzia saa kumi kamili jioni kwa kipindi hiki ambapo e, vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki, kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari eh, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa eh, ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao eh, wana uadui. Watu hawa ni watu ambao eh, kila mmoja na hamsini zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi. Hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe Itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wanasimba pamoja na wanayanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale, kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki, sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo e, kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza, lazima mtu apasoke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama e, mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Ha, pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huu, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club au kabla ya sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe ishirini na moja lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili, kwa maana ya Simba na Yanga, viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa, kaka, unaangalia picha za, za, za, za mademu kwenye mkutano mku eh? Msamehe. <laughs> Ha, huyo katua kapiga mlio. Haya, kakoje? Kapiga mlio same vijana. Kwa hiyo we upo, nikajua yuko polisi la huyo

Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Sentos unaenda? Ah sawa. Unatoka amani. Unaweza ukaenda asubuhi kumbe mchome mshamfukuza kweli. Ndio Agi ndoipundajis ashatoka. Ashatoka. Nani mwingine, Dokta Mo yupo hapo? Hayupo, naye yupo Katoka juzi <tokajuzi>? Mm. ameenda kufuatilia nini machimbo yake ya madini yibi? Hayupo yupo hapo, au mshachukuliwa nje hapo? Yupo haukota nje? Hapana, anaimarisha ulinzi, hili muhimu sana, ulisisitiza usiogope Anaweza akaenda asubuhi mchana, akaja kwenye mechi tukawapasua. <laughs> <laughs> kutupasua mno <laughs> mwezi watakushtukia. Ah, eh. Yeah. Yeah, mapema <laughs> <laughs> Koyo, habari. Eh, kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima, tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani na, na, na, na, na, na, kwa upande wetu Simba Sports Club rasmi, baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna, tuna, tuna hasira sana na hawa mabwana tuna tunawataka kweli, kweli. tuna tunashauku nao kwa sababu eh, wanaongea sana, wanaongea sana, wanangenga sana sasa tunataka kukata kilimilimi kamdomo, tunataka eh, eh, tuna tuwapelekee moto, ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa asilimia mia moja. Maandalizi yanaanza, unaguna imeingia ime, <laughs> na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia, ambia vijana wako wamelala hapa hapa na kushamba <laughs> ndio mimi nikwambia, hii press tungefanya Tambagala watu wako watatudhalilisha, asina mtu jana mikate <laughs> <laughs> <laughs> na huu ndo maana Mbagala atakupiga.

Au Bagamoyo kiwanda cha sukari

Kuna mtu anaitwa sawa, ishiangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa Johnny Lever. Tunazungumzia mechi ya mashabiki, au basi kwa kufanya labda, tafuteni tafuteni wenzenu kumi na moja na nyinyi mcheze mechi siku hiyo, na hao kwenye kumpa ruhusu pia na viongozi weka na zaka kifika kumi na moja kitimia kumi na moja mashabiki.